Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital, tuendelee kukushukuru wewe ambaye tayari umesubscribe, kulike na kutani on alarm notification kwenye channel yetu lakini pia wale wote ambao wanatufuatilia kupitia Instagram, Facebook, Twitter na website. Leo Aprili nne elfu mbili na ishirini na tano, tumekuletea story kutoka Mashariki ya Kati ambako jeshi la ulinzi la Israeli IDF limetangaza kumuua Hassan Kamal Halawi, kamanda wa kundi la wanamgambo wa, wa Hezbollah nchini Lebanoni, katika shambulio la anga lililofanyika eneo la Nabatieh kusini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya IDF iliyonukuliwa na Al Jazeera, Halawi aliuawa wa Jumatatu wakati wa uvamizi maalum uliolenga kuzuia mashambulizi ya Hezbollah dhidi ya Israeli. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Halawi alikuwa na jukumu muhimu katika kupanga na kuratibu usafirishaji wa wapiganaji na silaha kuelekea kusini mwa Lebanon kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Israel. IDF imeeleza kuwa katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni, Halawi alikuwa akiongoza operesheni za kijeshi zilizotishia usalama wa taifa hilo na raia wake, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano hayo yaliyofikiwa Novemba ishirini na saba mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Hezbollah au serikali ya Lebanoni kuhusu mauaji hayo, kwa mujibu wa vyanzo rasmi vya Lebanoni. Takwimu zinaonyesha kuwa tangu kuanzia kwa mzozo huo kati ya Israel na Lebanoni mnamo Oktoba 8, 2023, ambao ulizidi kuwa vita kamili Septemba 23, 2024 watu zaidi ya elfu nne wameuawa na zaidi ya elfu kumi na saba kujeruhiwa wengineo, na wengi wao katika takwimu hizo uh, wakiwa wanawake na watoto. Aidha, takribani watu milioni moja nukta nne wamelazimika kuyakimbia makazi yao, ingawa kulikuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano hayo kuanzia mwezi Novemba elfu mbili na ishirini na nne Israeli imeshutumiwa kukiuka makubaliano hayo kwa zaidi ya mara elfu moja na mia mbili na kusababisha vifo vya watu zaidi ya mia moja na kujeruhi wengine mia tatu na thelathini na moja kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya Lebanoni. Israeli pia inadaiwa kupuuza tarehe ya mwisho ya kuondoka kikamilifu kutoka kusini mwa Lebanoni. Ifikapo Februari kumi na nane elfu mbili na ishirini na tano. Na badala badala yake uh, kutekeleza uondoaji wa sehemu huku ikiendelea kudhibiti vilima vitano muhimu vilivyoko ndani ya ardhi ya Lebanon. Katika hatua nyingine, Israeli imeanza kuanzisha ukanda wa usalama ndani ya ardhi ya Lebanon unaonyosha hadi kilomita mbili ndani ya mpaka wake, hali inayozua hofu kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo hilo. Kwa miongo kadhaa sasa, Israeli imeshutumiwa kwa kuendelea kuteka maeneo ya Lebanoni, Palestina na Syria na kukataa kuondoka au kuunga mkono kuundwa kwa taifa huru la Palestina lenye mji mkuu wake Jerusalemi Mashariki. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili kufahamu mengi hii, uh, yanayoendelea duniani. Baki nasi.